Je, unajua kitabu cha Enoko kiliwahi kuheshimiwa sana na Wakristo wa kwanza, lakini baadaye kikafutwa kabisa kutoka kwenye Biblia. Enoko alikuwa babu wa Nuhu, na katika kitabu chake anaeleza mambo ambayo hayaandikwi kwa kina kwenye Biblia ya leo. Kwanza anaeleza jinsi malaika mia mbili waliasi mbinguni wakiongozwa na Shemihaza, wakashuka duniani na kuwa wanawake wa kibinadamu. kutoka kwa uhusiano huo walizaliwa majitu wakatili Nephilim waliowala watu, kunywa damu na kufundisha wanadamu uchawi, silaha na zinaa. Kitabu hiki pia kinaeleza jinsi Enoko alichukuliwa hadi mbingu saba na kuonyeshwa siri za ulimwengu wa kiroho, hukumu ya malaika waasi na ujio wa Mwana wa Mtu. Ndiyo, jina Mwana wa Mtu linatajwa mara nyingi kabla hata ya Yesu kutokea duniani. Lakini kwa nini walifuta kitabu hiki? Wengine wanasema kilikuwa na ufunuo mzito mno kuhusu mapambano ya kiroho, hali ya roho baada ya kifo na hukumu, mambo ambayo viongozi wa kidini hawakutaka watu wa kawaida wayajue.